Samia Oi. Chipkizi wa jiji la Kama, walipotangusha katibu wa hamasa wa wilaya kwamba mimi ndio mwenyekiti wenu, na nirudia majina yangu kwa majina, anaitwa Hassan Nasoro Mndeme. Awii namba moja, siku ya leo mnaenda kuchagua viongozi wenu ambao magepu ame si ndiyo? Lakini sana sana, mnaweza kumchagua mwenyekiti wenu wa wa wilaya, mwenyekiti wa chipukizi wa wilaya. Uko sahihi, kumbe na mwenyekiti wa wilaya ni daktari Soileni, Daktari Wilfred Ole Soileni. La pili, kwa haraka haraka, vijana wa jiji hili wote hawa ni kaka zenu na dada zenu, na ndio walezi wenu wa moja kwa moja na sisi walezi wetu ni chama cha mapinduzi, sawa? Yaani walezi wa jumuiya ni chama, wakatibu wetu, viongozi wetu, lakini walezi wetu tena wengine ni wa mkoa na inapanda hivyo. Sisi tuna majukumu ya kuwaangalia nyie. Kwa sababu gani? Kwa sababu, na sisi wapo ambao walituangalia, wapo ambao walitufundisha, wapo ambao wakatuvuta mkono na mpaka hapa tulipo mnaona ni viongozi, na Mwenyezi Mungu akijalia, na nyiye mtafika huko sawa, jamani. Lakini vile vile tunafanya hiki, muanze kujua chama chenu kinaundwaje, muanze kujua kwamba nchi yenu inaendaje endaje. Sikizia huyu endaje. Kwa nategemea kwamba siku ya leo mtashiriki kamilifu, mtakuwa watiifu na tunaweza kumaliza zoezi letu mapema. Lakini nitoe rai ama wito, naombeni mjitahidi sana mweze kusikiliza viongozi wenu pale mnapotokea, yani viongozi wenu wakata <coughs> shirikiane nao sawa, makatibu wa uhamasishaji, makatibu, lakini hata wenye viti, mna changamoto yoyote Sio kwa wazazi tu. Kama mnaona imekuwa ni ngumu hata katika viongozi wenu wa chama, nendeni mkawaambie viongozi wenu wa jumuiya, sawa? Kwa sababu sisi tuna majukumu ya kufanyaje, ya kuwalea nyie, sio hapa tu kwenye jamii. Na lengo kubwa, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunajenga jamii ya Kitanzania ambayo ina maadili, lakini ina weledi mzuri katika kuilea taifa sawa na kuliendeleza taifa. Kwa nyie <coughs> ndio future yetu, lazima tuilinde na lazima tuilee vizuri. Awi, niwatakie <coughs> mchana mwema, niwatokee mkutano mkuu mwema.